Yes, bwana mambo vipi mpenzi mtazamaji wa D&A TV. Leo ni tarehe ishirini na saba ya kijani kabisa, yani ikimaanisha ni siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, na hapa mbele yangu niko na mwenyekiti wa CCM Wilaya ya Kinondoni. Kuna maswali machache tu nataka nimuulize ili tuweze kufanya sherehe ya leo iwe nzuri zaidi. E, Mheshimiwa. Naam. Ee, ni kipi ambacho nakipenda kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan? ah, well, mimi naitwa Shaweji Abdala Mkumbula kama ulivyosema eh. Ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Kinondoni mm. Ukiniuliza uh, mimi kwa Mama Samia napenda vitu vingi, karibu vyote mm. eh, napenda aina yake ya uongozi, napenda unyenyekevu wake, napenda anavyoajali wa Tanzania napenda heshima yake kwa watu wote eh, napenda uadilifu wake kwa wananchi wake. Kwa hiyo Rais Samia ni, ni, ni, ni, ni kama darasa kwetu wa Tanzania. Napenda pia uvumilivu wake hmm. na kwa wilaya yako ya Kinondoni, kama mwenyekiti wa CCM wilaya ya Kinondoni eh, ni, kip, ni kipi ambacho Mheshimiwa Rais amefanya mpaka akasema, mm, katika marais wote waliopita, lakini huyu kiboko? na sisi kwetu vitu vingi. Kinondoni imebarikiwa sana sana sana chini ya uongozi wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kinondoni tumepiga hatua kubwa ya maendeleo, na hata sasa unaweza ukapita mtaani ukaona mambo yanayofanyika ndani ya wilaya yetu ya Kinondoni. Wala sihitaji kukuhadithia, vitu vipo mtaani vinafanyika. Ukienda kwenye sekta ya miundombinu ya barabara, pita tu maeneo yote karibu watu wako bize wanajenga mabarabara. Ni baraka ya mheshimiwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hasani. Ukija kwenye sekta ya elimu as well, huko nako mambo yote makubwa yanafanyika, mashule ya msingi na sekondari, walimu, vifaa vya kufundishia na kila kitu viko safi sana, majengo na kila kitu kiko safi sana. Hiyo yote ni hekima na busara ya Daktari Samia Suluhu Hasani, na ni mapenzi yake kwa wananchi wa wilaya yetu ya Kinondoni. Pia kwenye sekta ya maji eh, amejitahidi sana kutengeneza miundombinu ya maji hapa. Eh, katikati kidogo kulikuwa na shida shida, lakini haihusiani na uwekezaji wake wa kwenye sekta ya maji. Ilihusiana sana na mambo ya Mwenyezi Mungu. Tunategemea mito yetu, mto Ruvu na baadhi ya mito yetu, na kama unavyofahamu sasa hivi kuna ukame, kwa hiyo mito ilikauka na uwezo ukamlaumu Rais Samia, kwa sababu ni jambo la kimungu zaidi. Ukija kwenye sekta ya michezo Kinondoni, kabla ya Samia hatukuwahi kuwa na uwanja wa mpira. Leo tuna uwanja wa KMC. Ni baraka na matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan Kinondoni. Kwa hivyo Kinondoni eh, tuna mengi ya kuhadithia kuhusu rais huyu, na nikuambie tu eh, tangia ameingia Rais Samia Kinondoni zimekuja pesa nyingi za miradi ya maendeleo kuliko wakati wowote katika historia yetu ya, ya Tanzania yeah. Na leo ni kumbukizi yake ya kuzaliwa, ni tarehe 27 ya kijani. Sasa katika kipindi chote hicho ambacho ameweza kutumikia, wewe binafsi una maneno yapi ya kumwambia kama mwenyekiti sasa sisi mlebeba dhamana ya wilaya yote ya Kinondoni, katika siku yake ya leo ya kuzaliwa? Kwanza eh, namtakia kila la heri, namwambia kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya, aendelee kumpa maarifa aendelee eh, kutuhudumia Watanzania. Nimesema mwanzo Rais Samia ni nembo ya nchi yetu, na kwa kweli eh, anaitendea haki kazi yake tuliyomkabidhi wa Tanzania. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa kweli, siku ya leo ni kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu, na niwaombe Watanzania wote wenye mapenzi na nchi hii, kwa sababu wako Watanzania hawana mapenzi na Tanzania, lakini wale Watanzania ambao mi naamini ni wengi wenye mapenzi ya dhati viongozi wetu wa dini wenye mapenzi ya dhati na nchi yetu, e, tumuombee dua rais wetu. Bado tunamhitaji rais Samia sana kuliko muda aliyotumikia. Tunaamini ndani ya miaka mitano hii ya, ya uongozi wake Kinondoni na Tanzania kwa ujumla tunakwenda kupiga hatua kubwa sana ya maendeleo, hatua ambayo haijawahi kufanywa na kiongozi yoyote wa nchi hii uhuru. Okay, tunaishia hapa ambako umeweka nukta. Amefanya mambo ambayo kiongozi yote hajawahi kuyafanya. Eh, marais wamepita, marais wengi hadi huyu wa awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan. Na marais wote waliopita kwa kumbukumbu ni kwamba hakuwahi kuwa na wizara ya vijana. Hivi rais amefikiria nini mpaka kuona kwamba sasa vijana wanahitaji wizara yao? Kiongozi kama rais, eh, anajua kila kitu na nafikiri ameona eh, hangaiko la vijana. Vijana wetu wamekuwa wanarubuniwa, wanashughulishwa sana na wanatumia kigezo cha ukosefu wa ajira labda na ukosefu wa pesa eh, kuhangaika vijana. Kwa hiyo ametengene- akaona ni vizuri atengeneze wizara itakayohusiana na vijana, vijana wapate sehemu sahihi ya kuelezea kero zao, na wakitengeneza kule kero zao ni rahisi Mheshimiwa Rais kuzipata moja kwa moja. Kwa sasa, kabla ya wizara hiyo makundi yalikuwa mengi, yametawanyika, boda boda, nani nani. Kwa hiyo ni ngumu sana kwa Mheshimiwa Rais kujua shida hasa ya vijana ni nini, lakini kupitia platform hii ya wizara ya vijana, Rais ni rahisi kujua mahitaji na kero na shida za vijana wa nchi yake. Ameunda kwa utashi huku akiamini anakwenda kutatua kero za vijana wa Tanzania. Hmm, ni shukuru sana kwa kweli, eh, kwa muda huu leo kumuishi Mheshimiwa Rais eh, siku yake ya kuzaliwa. Maneno ya, ya mwisho kabisa ambayo ungependa kuyasema kabla sijahitimisha. Mimi nasema happy birthday Mheshimiwa Rais wa Tanzania, wana Kinondoni tunakupenda sana, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu akupe afya, akupe maarifa en mwenye husuda Mwenyezi Mungu awaangamize wao, usiangamie wewe, uendelee kututumikia mama yetu. Sisi Kinondoni tunakupenda na tutaendelea kukupenda kwa sasa mpaka mwisho e wa uongozi wako. nakushukuru sana mwenyekiti wa CCM wilaya ya Kinondoni ndugu Shaweji Abdala Mkumbula, shukran sana. Tuna sisi kama D&A tunahitaji muda wako tena, nafikiri na wewe ni mtu mzuri sana kwenye geopolitics. Kwa kipindi kingine tunapenda utupitishe kuanzia huko ambako michakato ya hii vita ya dunia ambayo tumeiona kuna baadhi ya Gen Z kama mimi. E, tumeweza kuzaliwa tukakuta kuna vita tu watuelewi, mpaka leo vinaendelea. Kwa hiyo tutahitaji pia, tutapata muda, mimi na nyie, tuna mambo mengi kichwani ya kuwahadithia ya kuwa asa vijana wa Tanzania e, kwa sababu na sisi kabla ya kuwa hapa tulikuwa vijana, ndio ndio na, na tumefika hapa tukitokea kwenye ujana huo ambao nyie mm. Kwa hiyo sisi tunaweza kuzungumza na vijana, lugha za vijana tunazijua, changamoto za vijana tunazijua, njia sahihi ya kutatua changamoto za vijana tunazijua mm. Kwa tukipata muda mimi nipo tukae tuzungumze masuala mbalimbali yanayohusu taifa letu kisiasa, kiuchumi, ki, kila kitu sawa sawa. Mpenzi mtazamaji wa D&A TV, hapo tulikuwa tupo na Shaweji Abdalla Mkumbula ambaye ameweza ku, kuweza kumwishi mheshimiwa rais siku yake ya, ya kuzaliwa, lakini pia ameweza kutupa ahadi ya kukutana naye tena kuweza kujifunza sasa namna ambavyo vijana E, tutaenda sambamba na e, siasa ya kidunia tuijue ilipokuwa ilipo sasa na inapoelekea ili sisi tuweze kujua tunaenda wapi. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare kwenye channel yetu ya D&A TV. Eh, bwana, asante sana.